Majirani zangu mpo? Hivi ni viwalo kwenye Brutal Fruit Spritzer Tanzania launch Pink Table Brunch event let's go na hiki ndo kinywaji ambacho kimewafanya warembo wa tanzania wadamsh sana kimetengenezwa na south african breweries mara ya kwanza kimeingia sokoni ni elfu mbili na mbili majirani spritzer is a chilled drink usually made with wine hichi kinywaji kina alcohol, asilimia tano tu tukio la pink table huwa ni utamaduni wa hichi kinywaji kuwaleta wanawake mbalimbali kwa, mbali mbali kwa pamoja hasa influencers na wasanii huku event ikiambatana na good food, good music with the drinks as the center of the event. So Pink Table hapa Tanzania wali send invites kwenye this box ambayo iko transparent, ina kinywaji chenyewe, maua na hii kadi ambayo inaeleza location the invite date pamoja na dress code, ambayo inasema hues of pink. Ukiambiwa hues of pink inamaanisha shades of pink. Kuanzia pink iliyopauka pink. Pink iliyokolea na all other kinds of pink. Haya, majirani twende kwenye theme, maua yamepambwa with the same shades of pink kuanzia viti, uh, down floor, everything entrance has different shades of pink. Display ya vinywaji ina shades of pink. Sehemu za kupiga picha zina pink pia. Kwa hiyo kila kitu kimezungukwa na pink with supporting colors kama nyeupe and gold. Majirani tukisogea kwa rembo sasa, huyu ni Alia ambaye alikuwa ni MC with a beautiful pink dress na viatu vya gold. Then we have Miss Tanzania Alia Makopo akiwa amevaa suti ya pink pamoja na viatu vyeupe. I love her handbag, and then akaja akaivalia koti jioni jioni. Just look at her. She's truly a queen. And next we have content creator Irene. Look at how amechanganya rangi mbili za pink, it looks gorgeous. And next we have Grace lifestyle content creator and makeup artist, nimependa mkato wa ga gauni lake kwa nyuma pambe sana. And next content creator Warida akiwa amevaa naye pink version mbili tofauti juu na chini, sketi yake nzuri. Next we have Joceline. I love the shoes on this dress And then we have Malkia wetu kubaruza, Lavish akiwa na fascinator. Hii fascinator ime catch my attention na pink yake ni nzuri pia, hata kiwalo chake pambe majirani. We also have Prisca Limo, I love the decoration ya mkono kwenye urefo gauni lake pia urefu gauni una kibali sana Warembo wametupa pink kila shed na mikato tofauti tofauti. Huyu hapa ni Irene ametupa the hottest pink we could ever think of Then we also have Lillian Kamazima, former Miss Tanzania. You'd think of pink na hapa unapata macho yako yote kwenye pink ambazo unazifikiria. Wolper Stylish pia naye halikuwepo. She's dressed in black. Huku performing artist wakiwa in white. Hapa tunaye Ruby amevaa white pamoja na viatu vya pink and Mawasama naye amevaa white pamoja na kofia viatu vyake pia ni vyeupe. Sasa majirani, ni muda wa kutoa moyoni tukutane kwenye comment section. Ni kiwalo gani umekipenda zaidi lakini je, yeah. Pink, tumefika level? Yani warembo wamekufikisha levels. Bye.